Yajayo, juu ya Dodoma anavyofurahisha. Kule Hombolo kuna nataka kutengeneza mji wa kisasa unaitwa Thematic City. E, sasa Thematic City ni zaidi ya Smart City naona, yaani usio na mambo mengi zaidi ya Smart, lakini kuna slogan mbili ziko pale Hombolo. Mojawapo inasema ile Global Village, kwa maana kutakuwa na maeneo nchi mbalimbali watapewa kwa ajili ya kuweka vitu vyao vinavyoendana na tamaduni zao lakini pale pale kuna slogan ndasema, a country within a city, kwa tamaduni zote za nchi ya Tanzania zitawekwa pale. Kwa hiyo utakuwa ukitaka chochote cha Tanzania utakikuta pale Hombolo, ikiwa mlima Kilimanjaro, lile bwawa ndio itakuwa bahari yetu, hadi yachi zitakuwa zinatembea mle na vitu vingi sana. Kwa hiyo ni mpango ambao sasa ndio unaendelea kukamilisha feasibility study yake ambayo itafanya Dodoma pia kuwe na mji wa kipekee Afrika ambao labda utaleta watalii wa kila aina kuja Dodoma. Na tunzuri unapata mwamko mkubwa. Hatujafika hata mbele kwenye hatua huku watu wanataka wanasema jamani, viwanja vinapatikanaje tujenge na nini, kila mtu anauliza. Kwa hiyo ile pia itakuwa ni wageni wenu hawa wataokuja kule, lakini watalala na kula katika maeneo yetu. Dodoma hapa tayari kuna nataka kuanza kujengwa na locomotive ya ambayo nayo iko kwenye hatua za mwisho sasa hiyo treni ya ndani ambayo itafanya hadhi ya Dodoma ipande. Dodoma hapa hivi karibuni tunaanza kujenga aa, nafikiri hata mwezi wa kwanza, na walishatangaza na sema sasa kwenye hatua tu ya kupata mkandarasi kwa kujenga barabara sita kwenda Chamwino, kilomita 32 mpaka pale kuingia Chamwino. Tatu zinaenda tatu zinarudi. Dodoma hapa kuna barabara ya mzunguko wa ndani. Makiasi wa mzunguko wa nje, outer ring road, kuna inner ring road. Sasa ile nayo inategemea sasa hivi ameshatangaza kupata mkandarasi ambao nayo wakati wote itaanza kujengwa. Dodoma hapa kwenda SGR tunatanua barabara nne, naambiwa mkandarasi nafikiri yuko kwenye hatua za mwisho na yeye huenda kabla ya mwisho wa mwaka mtaona naye ataanza kujenga barabara nne kwenda na kurudi hapo e, SGR. Kwa hiyo yako mambo mengi Dodoma, tunaposema mji huu utakuwa ni mji wa kisasa, tunamaanisha hii ni mipango ambayo iko karibuni lakini kuna hii ya kwenda airport nayo barabara nne ambazo mbili zitaenda mbili zitarudi. Hii ni mipango ambayo ni ya sasa, yani iko latest, lakini mipango ya muda mrefu ni kuzitanua zote barabara hizo kilomita hamsini hamsini, lakini tunaanza na hizo kilomita. Airport tutaanza na kumi kufikia airport huku, pia ringa road tutaanza na kumi chamuno tutaanza na 32 lakini mipango ni zote kwenda kilomita hamsini yataendelea baadaye. Kwa hiyo yako mambo mengi na makubwa yanakuja kuendelea kuipa hadhi jiji la Dodoma kwa yenyewe. Endeleeni kufurahia tu yaliyopo ya, ya ni mazuri na yajayo yanafurahisha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.